Wapenzi watazamaji wa Istiqama Swahili TV, karibuni katika kipindi chetu maalumu cha Ramadhani na wanawake. Leo insha allah, tutazungumzia mada yenye umuhimu mkubwa sana, jinsi ya kuitumia saa ya dhahabu kabla ya magharibi, na kujiandaa na muda bora wa kujibiwa dua. Wakati huu kabla ya magharibi ni miongoni mwa nyakati ambazo zina baraka nyingi sana na dua hukubaliwa kwa haraka. Tunao wageni wetu ni watafiti katika masuala ya dini na malezi watatupa ufafanuzi wa kutosha kuhusiana na mada hii ambayo kwa nimeitaja hapo nyuma. Lakini kabla ya kuingia katika lengo la maudhui hii naomba niwape fursa ya kujitambulisha. Tukianza kwako kwa, kwa ukhti. Kwa jina. Jina langu ni Sofia binti Hamad bin Uthman ni mtafiti kutoka katika masuala ya dini na malezi akiwa sambamba na mwenzake Ziada binti Ali bin Haj. Asante sana. Ndugu watazamaji, tunaye ukhti Sofia binti Hamad wa ukhti Ziada binti Ali. Tukianza kwako kwa ukhti Sofia, naam, tunaposema saa ya dhahabu, je, yeah, tunazungumzia saa ya dhahabu kwa faida ya watazamaji, je, yeah, inakusudiwa kwamba ni saa ya dhahabu hii ni saa ya kuvaliwa au saa ya ukutani au ni muda ambao kuwa unakusudiwa katika mada hii, na ni kwa nini muda huu ukajulikana kama saa ya dhahabu? Asante sana ndugu mtangazaji, ni swali zuri sana kwanza tunapozungumzia kuwa saa ya dhahabu hatumaanishi kuwa ni saa inayovaliwa mkononi au ni saa ambayo inapachikwa ukutani kama tulivyozoea. No. Bali, tunapozungumzia saa ya dhahabu, tunazungumzia, tunamaanisha kuwa ni muda wa kabla ya maghrib. Mm-hmm. Na muda huu umefananishwa na hii dhahabu kutokana na thamani yake na fadhila zilizokuwepo katika huu muda. Mm-hmm. Na huu muda umejulikana kama ni muda wa dhahabu kwa sababu ni muda mbora na ni muda mzuri katika kufanya ibada na kumuomba Mwenyezi Mungu, kwa sababu wakati huu ni wakati ambapo funga zinakaribia kukamilika na vile vile dua za waliofunga zinakubaliwa kwa haraka. Na tunapata ushahidi huu kutoka kwa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo anasema thalathatu la turaddu da'watuhum aswaim hatta yuftir walimamu l adil yeah. wa dawatu lmadhlum. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatwambia dua wa za watu watatu hazikataliwi. Wa kwanza akatwambia aliyefunga mpaka atakapofungua. mm -hmm. Wa pili akatwambia ni dua ya imamu aliokuwa ni mwadilifu na akamalizia kusema ni dua ya ya mtu aliyedhulumiwa. Kwa hiyo tuna, tunaona hapa kwamba huu muda ni muda ambao ni mzuri na ni muda wa thamani kwa waumini katika kufanya maombi na dua. Lakini ndugu mtangazaji, wakati ziada ukitizama katika huu muda wingi wa wanawake tunaokosa kutumia vizuri muda huu. Afu ana uh, Sofia kwa kuongezea. Mm-hmm. Hapo tukiangalia katika jamii yetu hasa hasa sisi wanawake. Tunaona ya kwamba mara nyingi inakuwa tunajishughulisha na kazi nyingi. Kiasi ambacho kwamba hatuwiki muda wetu maalumu ili kuweza kuudiriki huu wakati huu. Ndio. Utamkuta mwanamke asubuhi mpaka jioni anajishughulisha na kazi za nyumbani tu. Kiasi ambacho kwamba unampita muda huu bila yeye kuweza kujua. Ndio. Na hii inatokana na kuto kujali wakati na kuto kujipangia wakati, kwa sababu tutakapojipangia wakati unaweza ukafika huu muda, uko umemaliza kazi zako na ukaudiriki huu muda kwa ajili ya kutumia vizuri. Kwa hiyo wanawake wenzangu, tujitahidini sana katika kujipangia wakati na kujishughulisha kazi za nyumbani na kuweza kuweka wakati maalum ambao ni huu saa ya dhahabu kuweza kuupata kwa ajili ya kutumia vizuri, ili Mwenyezi Mungu aweze kutusaidia duniani na kesho akhera, kwa sababu wapo ambao walikuwa na huu muda lakini, Mwenyezi Mwenyezi Mungu kawahitaji zaidi. Mbibu, Mbibu, minawawe, tume bahatika, tume humda, maharid, kwa mimi na wewe tumebahatika tumeupata tena huu muda kabla ya magharib ambao tunautamka kwa tunauita kwa saa ya dhahabu yeah. Tu, tu, tujitahidini katika kuutumia vizuri mm. ili kuweza Mwenyezi Mungu kutupa fadhila zake inshaallah. Ndio, asante sana ukhti Sophia. Uh, tukija kwako kwa ukhti ziada tunaposema huu muda wa saa ya saa huu muda wa kabla magharibi unajulikana ni kama saa ya dhahabu. Je, kuna mambo gani ya muhimu ambayo kuwa yanapaswa kufanya katika muda huu? Asante ndugu mtazangazaji, kwa kunipa fursa hii. Miongoni mwa mambo muhimu ambayo kwamba yanatakikana mtu kuweza kuyafanya katika wakati huu kabla ya magharibi, jambo la kwanza ni kuweza kufanya dua kwa unyenyekevu na ikhlasi, ndio qala llahu subhanahu wa ta'ala

Tunahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lazima kwa mfano, sisi tukiwa na mambo yetu ambayo kwamba yana natu, ya tunahitaji, lazima tumwelekee yeye Allah subhanahu wa ta'ala, mm. Na vile vile tukasema kwamba vipi Allah Subhanahu wa Ta'ala haikubali amali ya mtu ambayo kwamba ndani yake hamuna ikhlasi tukaifananisha, okay. hii ikhlasi katika dua ni sawa sawa na kiwiliwili na roho. Wakati ambapo kwamba mwili umekosa nini, roho inakuwa mwili haufanyi kazi, kwa hiyo okay. hapa lazima mtu aweze kujitegemea vipi kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, aombe dua kwa ikhlas ili kuweza kunini Allah kumkubalia maombi yake. Mm -hmm. Vilevile kwa kuongezea, miongoni mwa mambo muhimu ambayo kwamba yanampasa mtu kuweza kufanya wakati huu wa kabla ya magharibi ni kuweza kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala na kusoma Qur'ani. Mm -hmm. vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kuambia waumini Audhu billahi min alshaitani rajim ya ayuha ladhina amanu dhkuru llaha dhikra kathira, sadaka llahu al-adhim. Eji mlo amini, mtajeni Allah kwa wingi. Ikiwa yeye Allah subhanahu wataala ametuamrisha kwamba sisi tuweze kumtaja yeye nini kum, kwa wingi, kwa nini sisi tunafanya uvivu katika jambo hili? Wakati sisi tunaambiwa vipi tuweze kumtaja yeye ili vipi tujikurubishe kwake yeye, naye Allah wekaribu na sisi na vile vile tukiangalia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndo mwezi ambao kwamba umeteremshwa Qurani na kama ndo mwezi ulioteremshwa Qurani, ni lazima sisi tuweze kujikurubisha ili kuweza kuisoma zaidi hii Qurani tupate <ędzy> malipo ya Allah subhanahu wa taala. Afwan ukhti, ziada <spikes> kwa kuongezea cha kusikitisha kabisa, mda huu utamkuta mtu ana, anajiandaa kwa Ramadhani. mm -hmm. Nataka nikatafute season ngapi, ili niweze kuja kutizama kwa Ramadhani. Hajiulizi kama mimi nataka Ramadhani hii ikimaliza, ni, ni, hitimu Qurani mara ngapi, mara ngapi? mm -hmm. Au pengine utaweza kumkuta mtu tokea anaamka hasomi Qurani hafanyi ibada. mm -hmm. Yeye yeah, yeah, yupo katika mapishi, kama tulivyotangulia kusema anapoteza mda wake katika kuandaa iftari au mm -hmm. katika stori ndio. utaweza kumkuta mtu toka asubuhi mpaka jioni, yeye yupo katika stori tu, ndio. Hususan sisi wanawake, utamkuta mwanamke kwanzia asubuhi mpaka jioni yuko katika kibaraza, yeye ni kibaraza na kibaraza e, na yeye na no, ukiangalia hakuna kitu cha faida ambacho kwa kinazungumzwa ndani yake. Ndio ndugu mtangazaji, hii ina, ina nini inatokezea, ina, ina, pale ambapo kwamba sisi hatujui nini thamani ya hichi kitu. Ndiyo. tuna nini tunakipa, yani hatukipi umuhimu wa hichi jambo jambo hili kiasi ambacho kwamba sisi tunaona kwamba vipi, mimi nikikaa na mushafu nikisoma sasa hivi Ah, sina lolote faida kwa sababu hatuioni malipo yake hapa duniani. Kitu chochote inakuwa kwamba ujira wake ukiwa huoni, unakuwa wingi, wanakuwa wanakinini hawakutilii umuhimu kitu kibuza. Kile kibuza. Miongoni mwa mambo muhimu ambayo kwamba tunapasa kuweza kuyafanya ni hivi, kuweza kumtaja Allah na kuweza kusoma Qur'ani. Kwa hiyo wa, uh, ndugu watazamaji, hili ni jambo la lazima ambalo kwamba linatupasa kwetu sisi, hasa, hasa sisi wanawake ambao kwamba tunalipuuza jambo hili. Tuweze kusoma Qur'ani ili tujikurubishe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tujue ya kwamba kwamba huu mwezi mtukufu wa Ramadhani tutakapofanya wema wote, Allah anakuwa anatuzi kuzidishia thawabu mara mbili mm -hmm. Kwa kuongezea, ndugu mtazangazaji, miongoni mwa mambo muhimu ni kuweza kusameheana na kufanya istighfari vile vile. Hili ni mm -hmm. jambo la muhimu ambalo mm -hmm. kwamba sisi tuna tunatakikana kuweza kufanya ambapo kwamba watu wengi tunajua kwamba vipi, yani, tunalipuuzia hili jambo la kusameheana. Mtu inaweza akawa nini akakukosea, mtu jambo, e, mwenzako akakukosea ukamwambia mimi sikusamehe na hili jambo ambalo kwamba hali nini halifai katika Uislamu kili, Uislamu unatufahamisha ya kwamba mtu atakapokosea amfate yule ambaye kwamba alomkosea kwa ajili ya kuweza kunini kumwomba msamaha. Okay. Na chakuti na cha okay. kusikitisha ufti ziada inaweza ikatokezea watu wawili wamegombana. Okay. Huyu hataki kwenda kumwomba msamaha mwengine na huyu pia hataki kumwomba msamaha mwingine. Yani, ni kama wanategeana na msubiri kama haji na mie siendi. Okay. Wanasahau hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul

anapo anapomkosea mwenzake au anapoona kakosewa, wewe ujishushe, umfuate, umombe msamaha. Shukrani ukitusafia hasa hasa sisi, jambo hilo wanawake, si ndio? Tuna tabia hii hapa, kiasi ambacho kwamba unasema kwamba vipi mimi kama hajanifuata mimi mwenyewe basi siwezi kumsamehe, wakati hili ni jambo ambalo kwamba ni lazima sisi tunatakikana sisi, sisi, sisi kwa sisi kuweza kuombana msamaha, tusimsubiri kwamba mpaka mimi aje, aje niombe fulani msamaha ndo ni msamehe. Ili ni lazima, wanajamii au wandugu watangazaji, tuweze kujifanya vipi, kujikurubisha ili kuweza kusameheana. Hili ni jambo muhimu wasababu, kwa sababu tukijua kwamba mkamilifu ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, sisi binadamu sote tuna sifa ya nini, ya upungufu na vilevile vile kuweza kufanya istighfari wakati huu wa kabla ya magharibi ni miongoni mwa nyakati zilizokuwa muhimu, ambapo kwamba mja akimwelekea Allah subhanahu wa ta'ala mm -hmm. anakuwa anamwelekea ana nini, anamjibu maombi yake mm -hmm. na vivile, tukijua sisi binadamu tunakosea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama tunakosea ni lazima turudi kwake yeye. Mtume mm -hmm. Muhammad sallallahu alaihi wasalama wa anasema

kwa siku zaidi ya mara sabini ikiwa yeye ni mtume wa Allah ana, ana, na Allah subhanahu wataala ameshamwahidi kwamba vipi nimeshamsamehe madhambi yake aliyotangulia na madhambi yake yanayokuja. Lepo. Lepo. Lepo. Yeye haimpiti siku lakini anakaa na anaomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Je, yes, sisi ambao kwamba hatuna cheo chochote, kuchwa sisi tunafanya maasi, kucha sisi tunamkera Allah. Ni jambo hili, ni jambo lakini, ma, makubwa, jambo hili ni jambo la muhimu kwetu sisi kujikurubisha kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini masikitiko makubwa kwamba jambo hili tunaghafilika nalo, hatutilii muhimu jambo hili Sahihi. Na vile katika kuongezea ni kuweza kunini, eh, mtu lazima ajue thamani ya kitu. Kiasi ambacho kwamba kama alivyotangulia kusema kwamba ukiwa hujui thamani ya kitu au malipo yake duniani unakuwa unafanya tu, ah, kwa kwa imeniwajibikia kuweza kufanya basi, lakini ufanye kwa ile toka ya roho mwenyewe kwa ajili ya ikhlasi, kwa lile jambo analifanya. Na miongoni mwa mambo muhimu vilevile tukiongelea ambayo kwamba yanampasa mtu kuweza kufanya katika huo muda kabla ya magharibi Diyo. Ni kuweza kufanya nini kumwombea dua mwingine Diyo ukimwombea dua mtu mwenzako ndugu mtangazaji, hii inakuwa inaonyesha nini, ule usafi wa moyo wa mtu juu ya ndugu yake muislamu no. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, dawatu lmari almuslim liakhihi bidhahari lghaibi mustajaba, kwamba dua ya muislamu kwa mwenzake bila ya yeye kujua kwamba yeye anaombewa dua, basi ni yenye kukubalika, na hapa ni jambo zuri ambazo kwamba tuna nini, linadhihirika juu ya Muislamu kwa ndugu yake Muislamu. Lakini tukiangalia siku hizi katika jamii zetu, jamii ya watu wengi, hasa hasa sisi, yani Waislamu ndo tulio nini, tuliokithirisha jambo hili Ndiyo. Mtu anamtakia mwenzake maovu, anataka mwenzake kakutwe akute, akute, akute na jambo la shida, ili aweze kumcheka wakati, ni dini yetu haijatufunza hivi. Dini yetu imetufunza kwamba vipi, tutakiane mambo mema ili mtu yani, kama ukimkuta mwenzako ile shida ikimkuta ujihisi kama ile tabu imekukuta wee. Ndio hii dini Uislamu wetu na nini unatufunza, na hii tunachukua mfano kama tulivyoambiwa kwamba ukitoa, katika kutoa tunaambiwa utakapotoa, ukitoa kidogo Mwenyezi Mungu anakupa kikubwa, ndo kama hichi mm-hmm. lakini katika hivyo hivyo kuomba dua, utakapomwombea mwenzako dua nzuri, Mwenyezi Mungu anakupa zaidi ya ile Mdina. Na utakapomwombea dua mbaya pia inakuwa ni aksu yake, una, unaipata ile dua ambayo utamwombea mwenzako. Lakini siku hizi katika mshtamaa wetu imekuwa aksi, mtu badala ya kutamani kwa mwenzake mambo mazuri anatamani afike na misukosuko, mambo mabaya ili afurahi katika nafsi yake, na anapomuona kafanikiwa anatamani kile alicho kifanikiwa kimtoke. Hajui kama ile alompa ile kampa nani kampa Allah subhanahu wa ta'ala, ameka kamnyima yeye, kampa kampa mwenzake, na pengine inawezekana akaja akampa na yeye huko mbeleni, lakini tunasahau. Tunafanyiana nini? Husda au pengine ndio kama hivyo, tunaombeana dua ambazo sio zinazotakiwa. H, kwa kwa kuongezea hii inaonyesha kwa ule yani mioyo yetu ilivyokuwa imeharibika hivi sasa hivi. Kiasi ambacho kwamba inakuwa ile mioyo kutokana na ubaya wake, mpaka unamwombea mwenzako shari, humwombee khairi. Baada ya kwamba, vipi sisi Uislamu unatufundisha kwamba tuweze kuombeana khairi, lakini sisi tumekuwa nini? Tumekuwa kinyume chake Mtio. na hii ndugu zangu wasikilizaji, tunatakikana lazima tuweze kunini, kujipamba na tabia njema ambazo kwamba zimetufundisha dini yetu ya Kiislamu. Dini yetu imetufundisha kuweza kuombeana dua na kuweza kuombeana mambo ya kheri, kiasi ambacho kwamba kuweza kuhurumiana ni jambo la lazima katika Uislamu wetu unavyo nini, kama unavyokuwa unaihurumia nafsi yako, inatakikana vile vile umhurumie ndugu yako wa Muislamu na, na kuweza kumalizia miongoni mwa mambo muhimu ni kuweza kuandaa futari kwa familia na we, wenye kuhitaji Diyo. katika hili suala la kuweza kuandaa nini futari ni jambo ambalo kwamba tunaliona ni kawaida yetu, sisi tumezoea kama jamii. Ikiwa mwanamke anakuwa anakaa anaanza asubuhi, anamuuliza leo tutaweza kupika nini? Pengine tutaweza tukapika vyakula au anaweza akapika mwanamke vyakula zaidi ya vitano katika familia. Sahihi. Kwa kuweza kuona kwamba mimi nikifika ikifika magharibi nitaweza kuvila vyakula vyote hivi, lakini maal asafi shadid, kwa masikitiko kwa makubwa kwamba ikifika ule wakati wa magharibi, anaweza akala kidogo vile vyakula vyote aka akaviwacha na huku vilevile kutokuweza kunini kufikiria wakati wa kuandaa yeah. Kuna wengine ambao kwamba wanahitaji saa hivi anafikiria mimi katika kufungua nitafungua kitu gani, na inaweza ikawa huyu ambaye kwamba kaandaa hizi futari tano au futari kumi au futari ngapi, akawa jirani yake hajapika kitu chochote, lakini ikawa kwa vile tulivyokaliana siku hizi yani, ata haisi wala sahih, na awisi kama vipi, mwenzangu hajapika. Huku ikishafika magharibi, mwenyewe anajua kwamba mimi nishaka na familia yangu ndio inayolazimika mimi kuweza kuitizama ikaweza kushiba na kuweza kufanya vingine. Baadaye vilivyobaki anaenda kuvitupa jalanini. Na hii uktizi ile inatokana na ile roho ya kufunga tu. Kwa sababu pengine inawezekana kwenye familia wapo watu watano tu, lakini iftari zinazoandaliwa ukienda wakati wa magharibi unaona iftari nyingi sana zinaweza zikafika hata 15. Kwa hiyo kwa watu watano wanaweza wakazila iftari zote zile, ni kutokana na roho tu ya kufunga ndio maana tunapapatika katika vile kupika iftari, ndo maana tunatukatika kuandaa hizi iftari, tunachukua maiftari nyingi mpaka unafika humda unatupita huko hatujamaliza kuandaa. Kwa hiyo hapa ndo tunarudi katika ile mada yetu tulosema, tulo kwamba vipi ni kujali wakati, pia katika kujali wakati. Ukijali wakati unaopata huu wakati ambao tumesema ni saa ya dhahabu. Na hii saa nyingine utamkuta mwanamke asubuhi akiamka anauliza: leo tunapika iftari gani? Akiambua pengine wanapika futari mbili anasema futari mbili, ah, mbili, ni kidogo. Anataka futari kuanzia tano sita, afanye itikafu jikoni kuanzia asubuhi mpaka magharibi mm -hmm. Au siku nyingine mpaka saa moja za sa usiku mwanamke uko jikoni anapita no, anapika na muda na, na, anauacha haupati wakutakiwa kufanya ibada Ndiyo, pia kwa kuongezea kutisafia, na ndugu mtangazaji, na hii pia ndo inakuwa inamkosesha yule mwanamke ule muda wa kuweza kudiriki wa kabla ya magharibi mm-hmm. kwa sababu ndo inakuwa anajishughulisha na kazi zake tofauti tofauti kiasi ambacho kwamba yeye inamfikia adhana hana amali yoyote ambayo kwamba ametanguliza mbele ya Allah sahih. Na hapa ndo tunatakikana jamii kama jamii, hususan sisi wanawake, tujue ya kwamba sisi, jambo la muhimu kwetu sisi si kwamba ndo kuamka kwa na kuweza kushughulikia nyumba tu na kuweza kupika futari. La, miongoni mwa mambo muhimu, lazima na sisi tujipangie muda ili kuweza kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala hili haya mambo muhimu ambayo kwamba tumeyazungumza ni lazima jamii kama jamii tuweze kuatilia mkazo na kuweza kuyatilia umuhimu ili tuweze kupata manufaa hapa duniani na kesho akhera. Asante sana ukhti Ziada, kwa kuhitimisha kipindi chetu turudi kwako ukhti Sofia. Je, ni mambo hmm, gani ya muhimu au kuna dondoo gani ambazo kuwa tunazipata katika wakati huu? Asante sana ndugu mtangazaji, halafu vilevile ni kuwaombea ndugu zako na wale waliotangulia mbele ya haki. Ndugu mtangazaji, hii ni nukta muhimu sana kwa sababu hao waliotangulia walo mbele ya haki tulio wingi tunawasahau. Tunasahau kama hao hao waliotangulia mbele ya haki kwetu sisi, wanachokihitaji ni dua. Na kutokana na huu saa ya dhahabu ambayo tumeitaja, ni muda mzuri ambao dua zinapokubaliwa. Kwa hiyo tutumie sana katika kuwaombea wale waliotangulia walo mbele ya haki. Afu na kutisafia kwa kuweza kuendelea. Na hapa katika kuse, kuzungumzia hili swala la kuweza kumuombea kufa dua. Lazima, kwamba, tunaweza katika jamii ikawa baba pengine kafiwa na mke wake au mama kafiwa na mme wake au mtoto kafiwa na baba yake, dua, mzazi wake. Au baba kuweza kumwombea yule ambaye kwamba nini? Kafariki kwa, kwa nini katika Walo, walo kufa dua. Na hapa tunapata ushahidi wa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kumwombea mtoto kumwombea dua mzazi wake. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibn adam inqataa amaluhu illa min thalatha: sadaqatun jariya au ilmu yuntafau bihi au waladun swalih. Mwenyezi Mungu. mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakapokufa mwanadamu amali zake zinakatika isipokuwa tatu. Ya kwanza akatwambia sadaka so, tunjaria ambayo sadaka yenye kudumu kama tukitizama sadaka yenye kudumu ni kama madaris au misikiti na vitu vingine, na vilevile ama kwa ajili ya kuweza kunini kujenga madrasa, naam, na, na vilevile Akaendelea kusema mtume sallallahu no, alaihi wasallam yes. ilmu yuntafau bihi, ilmu ambayo inamletea manufaa. Na ndani yake kivipi? Yaani yeye yeah, yeah. kapata ka elimu kutoka kwa mtu mm -hmm. na yeye yeah, akaendelea ile elimu kuifanya nini, kuieneza na yule alompa anaiendeleza kumfundisha mwingine. Kwa hiyo ili ile elimu aloisomesha alo alo inaendelea kuenea mm -hmm. yeye yeah, amekufa lakini ila elimu yake bado ya inaendelea kufanya nini kufanywa kazi. Kwa pia, na hii pia akaendelea kuzungumzia na wa mwisho akataja wala duswale, na hii nitapenda kusema kwa kina. Mama, tujitahidini sana kuwalea watoto, watoto wetu katika misingi ya dini, kwa sababu wai watu kwa watuweze watu kutusaidia huku mbeleni. Kwa hiyo tujitahidini sana katika ku, ku, kuweka humda kwa ajili ya kuombea waliotangulia mbele okay. ya haki na vile vile kuombea ndugu zetu. <laughs> yes. Na kwa kumalizia, dondoo ya mwisho ni kuandaa futari kwa ajili ya familia yako na wanaohitaji, na hichi pia ni kitu muhimu. Na hapa hivi ku, kuwapa wanaohitaji ni kama umetoa sadaka katika saa ya dhahabu. mm -hmm. Imefika jioni, pengine jirani yako hajapika hajapata kula kwa siku ile. yes. unampelekea inakuwa ni kama umetoa sadaka na vilevile vile katika kuandaa iftari yako niftari ambayo inatosha kwa familia yako sio fam... na, katika, na, katika kufanya israfu tumevitaja, ili Mwenyezi Mungu aweze kutusamehe na aweze kutupa fadhila zake vizuri na vilevile tujitahidini sana katika kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kutujalia vitu vilivyokuwa vizuri ili atupe mwenye... ujira mwema mu, katika duniani na kesho, kesho akhera mm -hmm. Mwenyezi Mungu atusaidie kuweza kutumia hisa vyema na vizuri. Asante aha, sana, asante sana ukhti Sofia wa ukhti Ziada kwa kutupa maelezo ya kutosha kuhusiana na saa ya dhahabu tu, na saa ya dhahabu nadhani Jamii imepata faida ya kutosha na imefaidika kuhusiana na swala hili, na tumaini langu na kwa matumaini yangu nadhani watafanyia kazi vizuri, anapopenda Allah kwa uwezo wake. Tukutane tena katika vipindi vingine vinavyofuata. Mwongozaji kipindi ni Musta binti Abdurahman al Ismailia. Mpenzi mtazamaji, ukumbuka kucoment, kushare na kusubscribe katika chaneli yetu ya Istikama Swahili TV. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh